Wateja wetu wa vifaa vya ufugaji nyuki wa kampuni la Miwanda's Investment Foundation. Karibuni tena tunavyo vifaa tofauti tofauti vinavyojikita katika shughuli za ufugaji nyuki. Kwanza kabisa tunayo mavazi yanayosaidia wewe mfugaji wakati wa kwenda kufanya shughuli zako za kulina asali. Unayavaa yanakukinga wewe usidungwe na nyuki. Haya ndio mavazi yetu yanayotoka katika kampuni la yameambatana na gloves zake gloves zitakukinga wewe mfugaji wakati wa kwenda kulina asali a ni kwa lengo la moto tunavyo vifaa vingine kama patasi hii patasi inatumika kufungulia mzinga na kukata masega wakati wa kwenda kulina asali a na brush yenyewe, hii brush inatumika kupangusa nyuki wakati unavuna. Wakati unavuna asali utatumia hii brush kupangusia nyuki. Tunazo na kifaa kingine kinachotumika kuondolea utando ulioko juu ya masega wakati wa ufugaji. hatua ya kwanza kabisa, umefungua mzinga na Thas, utatumia hiki kifaa kuondolea huo utando ulioko juu ya masega. Tuna, tunazo na hizi koki, hizi koki zinaruhusu asali kupita wakati wa ukamuaji. Pia tunazo na chujio, hizi chujio, kwa hatua ya kwanza kabisa utatumia hii chujio, ndio inatumika kuruhusu asali kupita na kutenganisha makapi yaliyoko kwenye asali. Hatua ya mwisho kabisa utatumia hiki kitambaa cheupe, wakati wa kusafishia asali hiki kitambaa kinat inafanya asali iwe safi kabisa isiwe na makapi yoyote isiwe na uchafu wowote, ili asali yako iweze kuwa ni safi na bora. Karibuni wateja wetu, tunawapenda sana kutoka Bee Wonders Investment for Nature Karibuni, tunawakaribisha mjipatie vifaa vya kisasa na bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi yanapita hapo chini na kwa mitandao mingine ya kijamii tunapatikana Instagram, YouTube, Facebook, TikTok kwa jina la Beewonders.nature. Karibuni sana, tunawapenda sana wateja wetu wa vifaa vya ufugaji nyuki. Asante.